yako nguvu ya kusubiri au kungojea. Haleluya, iko mkubwa kwa mtu yeyote anajifunza kusubiri, pia iko mkubwa kwa mtu yeyote anayengojea kwa aa tumaini. <tumakini> Haleluya. Yeah, kitabu cha Luka 21:19 nasema, Nanyi kwa subira yenu mtazi

itaponya maisha yenu. Subira yako itaponya maisha yako. Haleluya! Kumbe kuna nguvu kwenye subira. Kumbe wakati mwingine subira yawenda kutumika kama ni mlango wa kulinda wewe na maadui au na mambo mbalimbali ambayo mbali hayafai kwenye maisha yako. Haleluya! Kuna mambo yanataka uwe na subira ili upate kufika mahali fulani. Haleluya! Hayataki kufanya haraka haraka, unapoharakisha unakuwa umeferi ule mpango wa Mungu. Haleluya kanisa, na ningeona kuambia kwamba kumbe kuna maana kwenye kusubiri. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maana mtu anaposubiri. Aleluya, tuwambia Bwana Bwana Yesu tusaidie kusubiri, sile baraka ambazo umeniandalia nizipate Bwana Yesu, najua ya kwamba kila kitu kizuri umekifanya kwa wakati wake.

Uvumilivu wako unaiponya nafsi yako au unaponya maisha yako. Kuna wakati watu tumeharakisha mambo tukaangamia, tukalazimisha utajiri wa haraka tukaangamia, tukalazimisha mambo yawe sawa sawasawa na wakati wetu tukaangamia. Kuna wengine leo wameharakisha ili wafanane ya na ndugu yake, maana mao ndugu yake anaingiza matofali anajenga, basi yeye anafanya haraka kulazimisha naangamia uwakati ikund kumsubiri Bwana und kumsubiri wa Yesu ni mwaminifu. Haleluya! msemo wangu siku zote nasema, Mungu wetu ni mwaminifu, Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati Mungu ni mwema. Haleluya Baba. Mithali 8:34 yasema, anaheri mtu yule alisikilizae akisubiri siku zote malangoni pangu, akingojea penye akingoja penye vizingiti ya milango yangu. Heli mtu yule anisikilizaye, akinisubiri siku zote malangoni. Heli mtu yule anayenisikiliza, anayenisubiri siku zote malangoni. Haleluya, jifunze kumsubiri Bwana malangoni. Anasema unapo anasema Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. No, umegonga ume umegonga, sawa. Baada ya kugonga, unasubiri unasubiri, haleluya akufungulie, upo upate kuingia, upate baraka, sawa. umemwomba Mungu basi subiri kupewa, haleluya. Umemtafuta atapatikana, haleluya, yote yanawezekana.

Haleluya, kuna nguvu unaposubiri. Unaposubiri, subira ya watu inakuwa inawasaidia watu. Haleluya, subira yako itakusaidia. Kusubiri. katika kusali mkidumu msudi upase ombeni bila kukoma haleluya Elia aliomba kwa bidii na mvua ikanyesha hata alipoomba naliomba a kwa maana kwamba Bwana katika hali ya kuwepo hautoke. Haleluya! kwenye mfumo itaili usitoke kwenye mfumo, uwe kwenye system. Haleluya! kwenye system, ndani ya mfumo wa Bwana, uwe ndani ya Bwana. Bwana ukiwa ndani yake, maana nasema ukiwa sema kwamba mateso fulani aonekana kuwa na mvuto mkubwa kuliko Mungu wako anayekupenda, alijua hatima yake kesho. Haleluya, haleluya kanisa. Kitabu ha. kile cha Yakobo tano kumi na moja.

majaribu ambayo siyo yanaumiza, lakini bado alizidi kumsubiri Bwana, alizidi kusema nachojua, mimi mtetezi wangu bado yuko hai Mungu alipokuwa ni mwingi wa rehema na huruma, haleluya. Mm. Lakini mara ya kwanza alipokuwa napitia nageda, mke wake nase, sio mkufuru Mungu wako ufe. Ia, ikiwa Mungu, Mungu atama ikiwa Mungu yupo anakuruhusu, je, wewe uwe na madonda mwili mzima upitie majaribu kama haya? Sio mkufuru wa Mungu ufe. Hayo ni maneno ya mke wake Ayubu akimwambia Ayubu katikati kati ya maumivu makali, lakini akamjibu mke wake na kufananisha wanawake wapumbavu. uata tupate rehema tu kwa Mungu tusipate mabaya kwa mazingira ya kwamba Ayubu alizidi kumsubiri Bwana kwa wakati wake, lakini mwisho tunajifunza kwamba Mungu, Mungu wetu ni mwingi wa rehema na huruma. Angalia, unaambiwa Ayubu baada ya majaribu lile aling'ara, ngozi yake ilikuwa imeng'ara zaidi kuliko mara ya kwanza. Haleluya! Hey. kama ni watoto waliokuja wakawa na viwango vikubwa kuliko wale wa kwanza, unaambia utajiri ukawa mkubwa kuliko ule wa kwanza, akawa mtu ambaye amenawili, akawa ni bora kuliko kawaida. Sasa wanawake wakaja waka, waka, chap chap tena kuwaia eh. hey. Mpona. Ah, Eh, mais ah. Est-ce que nous m'aimons lakini nikawa hivyo kwa sababu ya jinsi ambavyo najifunza leo. Haleluya, waliovumilia tunawaona kwamba are blessed. Haleluya, wale ambao wanavumilia na kuonekana wamebarikiwa. Haleluya, indeed we

ibu akumwacha bale kabisa alietetea na mwisho aliruhusu jaribu, lakini mwisho wa siku faida yake ali. Bwana Yesu asifiwe.

atakae uvumilia mpaka mwisho, atakae Ufunuo mbili tatu Tena ulikuwa na subira, subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu.

Kwa hiyo ujue yeah, kwamba ni mpango wa Mungu. Haleluya. Isaya 40:31 inasema, bali wao wamgoja Bwana watapata, bali wao walomsubiri Bwana watapata mm. <laughs> But those who wait on the Lord shall renew their strength. Those who wait

Anasema uongo haisemi ni uongo. Haleluya! ijapo kawia iko nje, haleluya, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Haleluya! hata <coughs> Mungu <coughs> acherei wala hawaji leo, msome kusikia leo. Watu leo wana bidii kwenda kwa kwa waganga ili mambo yao yaende kama wanavyotaka kwa wakati wao, wengine wajiangamiza wewe ananiambia naona fulani amefanikiwa. Amefika mbali. Ah, nami na mimi naenda. Kundi aliyefanikiwa anatamani na leo na kesho maisha yake ya kimaskini, huna raha nzuri. Ule anayetamani maisha unaingia kwenye mfumo. Ambapo wenzako walefanikiwa, anasema anamiliki mali hizi, ninapata taabu sana. Ningekuwa napata mlango kuachana na hizi mali niache kabisa, ningefurahi. Nikiacha hizi mali nitakufa tu kule ndani utapata hamu wala furaha ya kuishi maisha maisha ya jana, pesa pesa unakula aaishaajan aaa fuatilia matajiri hao ambao ao oaau wanatamani leo na kesho kurudi maisha ambayo unaishi wewe lakini huo mlango haupo. Kila wakijaribu wanaambiwa mali zinaondoka na roho yako inaondoka, ina hapo tu, na roho yako inaondoka. Anakoma anakoma kwa uchungu na mateso makali, na ndio basi akiwa anatamani maisha yale, maisha yenye uharibifu. Haleluya kanisa lisike, yeah. Tuwe ladhi na tulivyo navyo lakini na, pia kumsubiri Bwana atende kwa wakati wake. Amen. Mungu ni mwaminifu. I don't have good words to let you understand. Sina maneno mazuri kwenye kanisa leo. But you know God. Amen. Anipa Mungu ni mwaminifu. Hallelujah kanisa. Yaani nakuomba uamini ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Hallelujah. Mwambie ndugu yako, Mungu ni mwaminifu sana. Mwambie ta Mungu ni mwaminifu usikate tamaa.